Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira pia ina dhamana ya kutoa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji letu la Mbeya na mji mdogo wa Mbalizi. Pamoja na dhamana hii, mamlaka hii pia inasimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali katika miji yetu iliyopo katika mkoa wa Mbeya, lakini vile vile kwa maana ya kiutawala na kiusimamizi mamlaka hii imekuwa ikisimamia na kutoa e, uongozi katika mamlaka ya maji ya Kiera Kasumuru, lakini pia na mamlaka ya maji ya Chunya. Dhamana ambayo mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya ambayo imepewa na serikali kuisimamia na kuitekeleza ni dhamana kubwa, ni dhamana ambayo inamgusa mwananchi wa kawaida, lakini pia na watu wote ambao maisha yao yanategemea maji. Niende sasa kwenye swali lile la pili kiliokuwa linaulizia kwamba tumetoa ofa hii ya wananchi kulipa asilimia hamsini ya deni na hatimaye kurejeshewa huduma e, ofa hii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 kusanya maduhuli baada ya kuwa tumetoa huduma. Sasa sera yetu inasema ukishapewa huduma ya maji ukasomewa bili, sisi tunakupatia siku thelathini tangu umepokea hiyo bili yetu ilo deni huo umelilipa. Usipolipa deni hilo ndani ya siku thelathini, kwa mujibu wa sheria sisi tunayo haki ya kukuondolea huduma. Sasa tukishakuondolea huduma kwa maana ya kufanya disconnection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 unatakiwa pamoja na deni hilo ulipe na tozo ya kurejesha huduma ya maji, na hiyo kazi ya tozo hiyo ni, ni ile sasa ya kugharamia gharama za wataalamu kuja tena kwako nyumbani kwako kukurejeshea huduma, kwa sababu kuna gharama ziko pale. Eh, mafuta itabidi yachomwe. Eh, mtu aje kurejeshea huduma, kuna muda huyo anayekuja alipasa afanye shughuli nyingine kwa hiyo kuna gharama na ndiyo maana kwa utaratibu wetu wa kiserikali ambao tumeupitia na tukapewa na mdhibiti wetu, tunayo hiyo hada ya kurejesha huduma ambayo na yenyewe unatakiwa kuilipa ili tuweze kukurudishia huduma endapo huduma inakuwa imeondolewa. Sasa kupitia wiki hii, hiyo tozo ya kurejesha huduma na yenyewe tumeiondoa ili kuweza kuruhusu wananchi sasa ambao wanatamani wawe na huduma majumbani mwao waweze kulipa nusu ya deni, na sisi tuwarejeshee huduma. Fedha inayobaki watalipa taratibu kulingana na mikataba ambayo tutaingia, lakini pia na hii tozo haitakuwa sehemu ya kulipwa pia. Lakini nisisitize kwamba sisi, lengo letu, dhamana tuliyonayo, ni kutoa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira kwa wananchi. Sisi hatuna dhamana ya kusitisha huduma kwa watu, hiyo dhamana sisi hatuna, ila tunafikishwa hapo na baadhi ya wananchi ambao wanashindwa kuwajibika kulipia huduma ambazo tayari wameshazipatia, wameshapatiwa, ili kuhakikisha kwamba huduma zenyewe zinakuwa endelevu, lakini pia zinaendelea kuboreshwa siku hadi siku. Kwa hiyo ni waase wananchi, kila mtu awajibike, na haya yamekuwa ni maelekezo ya kila siku hata maelekezo ya kiongozi wetu wa nchi anayesisitiza siku zote kwamba kama umepata huduma, basi hiyo huduma ni vizuri ukailipia inavyopaswa, ili kujenga msingi wa kufanya hiyo huduma iweze kuwa endelevu, lakini kuifanya huduma pia iwe bora zaidi na iwafikie watu wengi zaidi. Na uzuri katika hili hata hizi e, bei ambazo tunalipia ni bei ni ndogo sana ikilinganisha na gharama za kuweza kutoa huduma zenyewe, kwa sababu ni huduma ambazo tayari zinakuwa zimeshawekwa na mkono wa serikali kwa maana ya kugharamia gharama kubwa tu ya kiuwekezaji. Kwa hiyo wananchi wanapewa bei ambayo ni himilivu ambayo serikali inaona kwamba mtu akilipa kiwango eh, hiki ataweza kuwa amechangia kwenye kuboresha huduma za jamii. Kwa hiyo ni waasi wananchi, tutimize wajibu wetu Eh, tivize wajibu wetu. Ukishapata huduma ya kijamii umeipata vizuri, basi kailipie, ili, ili tuchangiane kidogo kidogo kuhakikisha kwamba tunafanya huduma hizi zinaendelea kuwepo, zinakuwa bora zaidi, lakini pia zinakuwa endelevu.